Habari za wakati huu, karibu tena. Sasa tunaanza moja kwa moja kutoa update kutoka mahakamani. Kama nilivyokuhabarisha hapo awali, episode ambayo tuliishia ilikuwa ni sehemu ya kumi na nne. Hii inaendelea ni sehemu ya kumi na tano, update moja kwa moja kutoka mahakamani. Mheshimiwa Tundu Lissu amekaa gerezani kwa takribani miezi mitatu eh, bila kufika mahakamani, lakini leo tarehe tisa ya mwezi huu wa pili mwaka 2026 tunaendelea na kesi ya uhaini namba 1965 inayomkabili mwenyekiti wa Chadema taifa ambayo inaendelea katika mahakama kuu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania Dar es Salaam. Nitakukumbusha kidogo wapi tuliishia, ili uweze kuelewa pale tunapoendelea. Hii ni episodi ya 15, baada ya ukimya wa muda mrefu tulipoishia episodi ya 14. Kama mnakumbuka vizuri tuliishia shahidi namba nne ambaye ni shahidi namba P11, yani shahidi wa asili anatambulika kama P11. Huyu ni shahidi namba nne katika kesi hii E, alipoingia mahakamani Novemba 11 mwaka 2025, shahidi huyu wa asili hakuonekana kokote hata kwa majaji. Yani shahidi amefika mahakamani kawekwa kwenye kiboksi ambacho hata majaji hawamwoni isipokuwa shahidi anafahamika na mawakili wa upande wa jamhuri peke yake, kitendo ambacho kikapelekea mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni mshtakiwa katika kesi hii akaweka pingamizi kuhusu kiboksi kilivyowekwa na namna ambavyo sheria inahitaji shahidi wa siri kutoa ushahidi wake lakini pia katika pingamizi lake alielezea kuhusu kanuni za ulinzi wa mashahidi zinataka lazima shahidi wa siri atajwe na amri husika iliyoamua kuwa shahidi huyo awe wa siri. Lakini katika amri iliyopo mahakamani, shahidi huyu hakuna mahali ametajwa kuwa anapaswa kuwa ni shahidi wa siri. Baada ya pingamizi hilo, kesi iliahirishwa na zoezi litakaloendelea leo ni upande wa jamhuri kujibu hoja za mheshimiwa Tundu Lissu kuhusu uhalali huu wa shahidi huyu wa siri, ambaye ni shahidi namba nne katika kesi hii. Kumbuka mawakili wa serikali waliomba muda zaidi wa kwenda eh, kudiskasi na kupitia mambo mbalimbali kisheria ili kupata majibu na kuja kujibu hoja ambazo zimeibuliwa na eh, mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Lissu katika pingamizi lake. Yaani, baada ya mawakili wa serikali kujibu hoja hizo zoezi litakalofuata hapo ni mheshimiwa Tundu Lissu kutoa hoja za nyongeza, yaani rijoinda kwa pingamizi lake, na baadaye mahakama itatoa uamuzi wa uhalali wa shahidi huyo wa nne ambaye ni P11, yaani jina lake tutamtambua kama P11. Hapo ndipo tulipoishia na leo tutaendelea hapo. Kwa kifupi, hali ya mahakama iko sawa wafuatiliaji kwa maana ya wanachama wa, wa Chadema wapo wa kutosha mahakamani. Ninamuona hapa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche akiwa katika viunga vya mahakama. Mawakili wa pande zote mbili wameshafika na maandalizi ya mwisho mwisho yanaendelea hapa. So moja kwa moja nitaanza hapa kusoma update kutoka mahakamani. Ameingia Mheshimiwa Tundu Lissu. Zimepigwa kelele nyingi sana hapa mahakamani, ni kelele za rais, rais, rais! Wanachama wahudhuriaji leo mahakamani wakiimba baada ya kumwona e, mwenyekiti wa chadema taifa mheshimiwa Tundu Lissu, rais, rais, rais. Ni kelele ambazo zimejaa mahakamani hapa, kila mmoja akiimba e, rais, rais rais. Lakini pia mheshimiwa Tundu Lissu kama kawaida akizungusha ngumi yake ewani Mheshimiwa Tundu Lissu amepiga kombati ya kaki, ameingia kwa vaibu sana, amebeba makarablasha yake mavifurushi mengi sana ya vitabu. Imepigwa sauti ya kolti ikiwa na ukali, watu hawanyamazi, wanaendelea na ming'onong'ono fulani ya kushangilia. Wameingia majaji na kuketi eneo lao, jaji anasema tuendelee, karani anasoma namba ya shauri. Anasimama lenatu si mkude wakili wa serikali mkuu, anasema niko na ajuaye na sorokatuga Kasbet miringe sababu isa, wanawakilisha upande wa jamhuri. Na mshtakiwa Tundu Lissu yupo mahakamani leo. Tumekuja kujibu hoja za Tundu Lissu, kama yeye atakuwa tayari sisi upande wa serikali tupo tayari, waheshimiwa majaji. Mheshimiwa wa Lissu anaulizwa, uko tayari? anasema niko tayari lakini nahitaji kuzungumza mambo yaingie kwenye rekodi za mahakama. Yaani kuna mambo mheshimiwa Tundu Lissu anataka kuyazungumza ili yaingie kwenye rekodi za mahakama. Niwatakie heri ya mwaka mpya, nyie majaji, mawakili wa serikali, na wote waliopo hapa. Maswale, maswala mawili kati ya matatu ninayotaka kuzungumza nitasema kwa sababu kifungu cha kumi na moja sehemu ya kwanza na ya pili cha sheria ya magereza, nye majaji ni visiting justices kule magereza. Majaji wanaozuru magereza, mna wajibu wa kuhakikisha magereza yanaendeshwa kwa mujibu wa sheria na wafungwa iwe wanahukumiwa au mahabusu kama mimi, wanapata treatment kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa kifungu hicho mna mamlaka ya kutoa maelekezo na mapendekezo kuhusu treatment ya wafungwa na mahabusu. Sisi tunaoishi huku magerezana tumepewa haki kwa mujibu wa kifungu cha 48 cha sheria hiyo kuwaeleza, kuwaeleza juu ya mambo yalivyo na tunavyotendewa huko magereza jambo la kwanza ni kuhusu haki ya mfungwa kuwasiliana na mawakili wake. Kumbuka hili ni jambo ambalo Tundu Lissu amekuwa akilipigia kelele mara kwa mara. Mawakili wake pindi wanapokwenda kumtembelea wanazuiliwa wasiweze kuwasiliana. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema wafungwa wana haki ya kufanya mawasiliano na mawakili au washauri wa kisheria bila kusikilizwa na maafisa wa magereza, kanuni ya kumi na tatu ya kanuni za uendeshaji wa magereza GN namba 60 ya mwaka 1987 Prison Management Regulations. Kanuni nasema kila mfungwa atapewa fursa ya kuwasiliana na mwanasheria wake, na atakapomtembelea maafisa wanaweza kumwona ila siyo kumsikiliza. Anayesoma hiyo kanuni kwa Kiingereza hapa mahakamani. Baada ya kumaliza kuisoma anasema sasa waheshimiwa majaji, kumekuwa na tatizo kubwa kuhusiana na haki yangu ya kuzungumza na mawakili wangu bila kusikilizwa na maafisa wa magereza, muda wote wako pembeni yangu hadi ninapozungumza na mawakili. Kwamba Tundu Lissu hata akipata nafasi ya kuzungumza na mawakili wake akiwa anazungumza, muda wote askari magereza wako pembeni yake anapokuwa anazungumza na mawakili wake. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema tatizo hili sio jipya, lilianza toka niko Kisutu. Nimekuambia hapo awali, sio mara ya kwanza mheshimiwa Tundu Lissu kulalamikia jambo hili. Ghafla anasimama hapa na Solo Katuga, wakili wa Jamhuri, anasema tulikuwa na konsani, aliweka pingamizi, alijaamuliwa, anaanza kusema mengine. Naomba mwongozo katika hili. Katuga anasema kwamba, e, Tundu Lissu anaanza kuzungumza mambo mengine wakati tulikuwa na konsani ambapo mheshimiwa Tundu Lissu aliweka pingamizi, hivyo anaomba mwongozo katika jambo hili. Jaji anaandika kidogo hapa, anamuuliza mheshimiwa Tundu Lissu, unasemaje? Lissu anasema kifungu cha 48 nilichosema kinasema ni draw attention yenu, siyo kuomba chochote, so I am drawing the, the attention to you Mkiona mnachakufanya fanyeni, mkiona hamna msifanye. Wajibu wangu ni kuwaeleza kinachoendelea. Baada ya Mheshimiwa Tundu Lissu eh, kusema ni wajibu wangu eh, wajibu wangu ni kueleza kile kinachoendelea yani wakiwa huko gerezani, jaji anasema nafikiri uendelee. Haya madai ya katuga ameelezwa baada ya jibu lako tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 tulivyohailisha kesi mambo yakabadilika tena, wakili alifika akapelekwa, anapelekwa ofisi ya mkuu wa usalama wa gereza. Na mimi na wakili wangu tunapelekwa huko, huku wakitusikiliza. Nikiwa nazungumza na kikundi kuanzia mkuu wa magereza, maafisa wengine zaidi ya watano wanatusikiliza wakati sheria haitaki hivyo. Siku 88 na toka kesi imehairishwa mwaka jana wanasikiliza kila mawakili wangu wanaponitembelea mimi na mawakili wangu tukiuliza tunaambiwa ni maagizo kutoka juu huko juu ni wapi juu mbinguni au wapi Mungu anajua hilo ni jambo langu la kwanza nimewapa taarifa kwa mujibu wa kifungu cha 48 mtajua cha kufanya ili kuhakikisha sheria inalindwa kamaliza jambo la kwanza Mheshimiwa Tundu Lissu anasema jambo la pili linahusu kutembelewa na watu wengine wasiokuwa wanasheria. Kanuni zinasema unaruhusiwa kutembelewa na watu na sio ndugu pekee, kwamba mtu ambaye anaruhusiwa e, kumtembelea Mheshimiwa Tundu Lissu gerezani sio ndugu pekee, hata watu wengine pia wanaruhusiwa kumtembelea akiwa gerezani. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema tuna haki ya kutembelewa, waheshimiwa majaji. Kuna masharti kwenye hiyo kanuni, kiwemo sharti la kutembelewa na mfungwa mwenzako. Sharti lingine ni askari magereza wakuone na kukusikiliza, ila kwa mawakili kanuni haisemi hivyo, kwamba kanuni nasema kwamba akitembelewa na mtu wa kawaida askari magereza wanaweza wakamuona na wakasikiliza, lakini sheria inakataza akiwa anawasiliana na mawakili wake askari magereza kusikiliza kile kinachosemwa. Mheshimiwa Tundu Lissu anasema, waheshimiwa majaji, tangu tarehe kumi ya mwezi wa 4 mwaka 2025 mpaka tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2025 nilikuwa na natembelewa bila tatizo na ndugu, familia, marafiki na mimi ni mwenyekiti wa Chadema taifa, walikuwa wananitembelea wanachadema Tanzania nzima. Niliitwa na Bwana Jela nikaambiwa ni marufuku kwa viongozi na wanachadema kukutembelea gerezana. Chadema ni chama halali na sio kosa kwa wanachadema na viongozi wenzangu kunitembelea, lakini kuanzia tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 hawajaruhusiwa tena. Maafisa magereza ni maafisa wa umma, so yale magereza sio mali zao binafsi hawana mamlaka ya kubagua nani aje gerezani nani asije. Katiba inasema usibague watu kwa, kwa mitazamo kwa mit, kwa mtazamo wao wa kisiasa, dini au kabila. Na hili vilevile naomba omba niwaeleze mlifahamu kuhusu violation ya haki ya mfungwa kutembelewa, waheshimiwa majaji. Sasa naomba suala la tatu niliseme linahusu uendeshaji wa kesi hii na naomba niweke wazi kuwa siwalaumu kwa chochote. ni, nitakachosema hapa na hiki nitakachosema, siwalaumu mawakili wa serikali na nyiye majaji. haki zangu zimekiukwa, sio kwa kosa lenu wala la mawakili wa serikali. Waheshimiwa majaji, leo hii ni siku ya mia tatu na saba tangu niwekwe mahabusu, miezi kumi, wiki ya 44 niko mahabusu waheshimiwa majaji, katika siku zote hizi kesi hii imesikilizwa kwa siku kumi na nne tu na leo ni siku ya kumi na tano. Kesi hii inasikilizwa katika siku mia tatu na saba. Kuna siku themanini na nane ambazo kesi haijasikilizwa kabisa, niko gerezani, hakuna kinachoendelea haki iliyocheleweshwa ni haki iliyokiukwa, justice delayed is justice denied. Na katiba yetu inaelekeza mahakama ziendeshe mashauri kwa namna ambayo haitachelewesha haki. Ibara ya 147 ya katiba inasema. Kifungu cha tano cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai kinasema mashauri ya, ya, ya yaendeshwe kwa haraka. Tatizo lipo kwenye utaratibu wa session, ndio tatizo, na hilo ni tatizo la wanaoamua kesi iendeshwe kwa njia ya session. Naomba niwasomee kilichosemwa na tume ya jaji ya haki jinai kuhusu kuendesha mashauri ya jinai kwenye ripoti ya Julai mwaka 2023 ukurasa wa 17 na 18 unasema kuhusu vikao vya mahakama kuu, high court session, tume inasema uendeshaji wa mashauri kwa njia ya vikao huchelewesha mashauri hayo. Kati ya mashauri elfu mbili ni mashauri mia saba tu ndiyo yalisikilizwa pekee kwa mtindo wa session. Hivyo basi uendeshaji wa kesi kwa kutumia session unaamuliwa na jaji mkuu. Zikiisha siku, tunasubiri aseme tena, ndo maana zimepita siku 88, bila kesi hii kuendelea hadi atakapopanga tena huyo jaji mkuu. Ucheleweshaji huu sio kosa lenu wala mawakili wa serikali, ni kosa la utaratibu tulio nao. Je, huu utaratibu wa session uko wapi kwenye CPA, ambayo ni sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai? Anauliza hapa mheshimiwa Tundu Lissu leo. Hapa High Court na Dar es Salaam kuna majaji wa kutosha eh, lakini ili kesi yangu isikilizwe lazima jaji atoke Songea mwingine Mtwara sijui, na lazima walipwe usafiri, chakula na kila kitu. Usipowalipa kesi iendelee, na mimi mtuhumiwa nateseka huko jela. Walishindwa nini kuwapangia majaji wa hapa ili kesi isikilizwe kila siku? Zamani majaji walikuwa wachache sana, lakini siku hizi kila mkoa kuna majaji. Nashangaa mambo haya kwa utaratibu huu. Sasa jaji anasema soma kifungu cha 185 na anakisoma hapa, kinasema mahakama ina mamlaka ya kuconduct sitting. Mheshimiwa Lissu anasema kuna tofauti kati ya sitting na session. Kwa hiyo kwenye hili ni tofauti na kuconduct sitting. Mahakama kuu zote zinakaa kusikiliza kesi, hizo ni sittings zote. Mimi nasema utaratibu wa sessions ni mbaya zaidi kwa kesi kama ya uhaini. Jaji ameleta kifungu namna Lisu alivyokitafsiri, ameishia kusema hebu tuendelee basi mshtakiwa. Yani hapa jaji kaleta kifungu na Lisu kajibu eh, faster faster mpaka jaji kasema hebu tuendelee mshtakiwa. Kosa la uhaini ni sui generis, sio sawa na wizi wa kuku, ujambazi na makosa mengine. Anasema hapa mheshimiwa e, Tundulisu kwamba kosa la uhaini huwezi ukalifananisha na makosa hayo mengine, kama kosa e, la, la wizi wa kuku labda. Sasa hii itakuwa ni episodi ya 15, nadhani mpaka hapa ushajua nini kinaendelea mahakamani. Mheshimiwa Tundulisu amekuja na hoja zake hapa tatu konki kabla e, mawakili wa upande wa jamhuri hawajaanza kujibu Uh, kujibu pingamizi ambalo mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa ameliibua mahakamani uh, mara ya mwisho tulipofika mahakamani. Kwa hiyo tutakuletea hapa episodi ya kumi na sita ikiwa ni mwendelezo wa hapo tulipoishia. kubwa tuchemeni yako, na endelea kukaa karibu nasi hapa wakati wote ili uweze kufahamu nini kinaendelea uh, mahakamani.